Omar hapa fit coach guide. Leo nitakwenda na kukuongoza kufahamu historia hii za virutubisho vya Forever Living. Forever Living imeanza mwaka 1978. Sasa hivi tunazungumza, ina miaka 47 kuelekea miaka 48 toka ianzishwe. Na ina operate yani, imeenea katika nchi 167 duniani. Kwa nchi zote, watu wapo ambao wanaifanya hii biashara lakini pia wanavitumia hivi virutubisho lakini pia wapo kwa Tanzania. Imeanza mwaka elfu mbili na saba makao makuu rasmi akapatikana pale Victoria Can House pale, lakini pia kampuni ikienea katika nchi tofauti tofauti na hapo. Kwa Zanzibar pia tupo majini tambo, tunapatikana tunaifanya hii biashara ko. Kwa Tanzania tuna takriban miaka 17 18 toka hi, ianzishwe, lakini pia product zetu ziko za makundi makuu manne. Kundi la kwanza kuna bidhaa za afya. Tukizungumzia afya, mambo ya sukari, presha, donda, vya tumbo, bawasili, uzazi, masuala ya kansa. Kwa hiyo ziko product ambazo zina support hiyo mifumo ya kiafya. Kundi la pili kuna bidhaa za usafi na matumizi ya kila siku, dawa za meno, aftershave, lotions za kwapa, lotion, sabuni na kadhalika. Koyo, kwa kwa hiyo kama ukitaka kutumia vitu vya kiasili kabisa, ziko product ambazo zina support katika mifumo ya kiafya kwenye issue nzima ya bidhaa zetu za usafi. Kundi la tatu kuna bidhaa za kudhibiti uzito na unene. Kwa mfano kwa mtu bonge kama mimi eh, kama unataka kupungua ziko bidhaa za kupunguza mwili, ziko bidhaa za kuongeza mwili. Kwa hiyo kuna bidhaa za kupunguza mwili na za kuongeza mwili ambazo za kiasili hazina sija yoyote na mwili wako. Na kwenye kundi la nne tuna bidhaa za urembo kwa wanawake, makeup, scrub, foundation, powder. Ukitaka ngozi yako ionekane vizuri, basi ziko hizo bidhaa ambazo unaweza kuzitumia za kiasili. Kwa hiyo kama umekutana na changamoto yoyote ya kiafya ambayo nahisi imeshindikana kwenye upande wa pili, basi unaweza ukajaribu kutumia virutubisho, kwa sababu virutubisho vinavyofanya vinaenda kudili na china la lile tatizo na kwenda kukusaidia kupunguza makali ya magonjwa, makali ya maumivu na kuweza kurikava. Kwa sababu virutubisho pia, nikirudia tena, mgonjwa anavitumia, mtu ambaye sio mgonjwa anavitumia k, kwa maana ya kwamba sisi Forever Living tunawapatia watu wote, wagonjwa na wasio wagonjwa. Kwa mgonjwa virutubisho vinamsaidia kitu gani? Cha kwanza, vitamsaidia kupunguza makali ya tatizo eh, kupunguza maumivu, lakini pia na kuweza kurecover taratibu. Kwa hiyo mtu ambaye akitumia virutubisho vienda kudili na lile shina la lile tatizo, ili aweze kufanya kazi zake vizuri na changamoto yake iweze kuondoka kwa haraka. Lakini pia kwa mtu mzima kama mimi, sina changamoto yote, natumia virutubisho, unatumia virutubisho kwa kusaidia kuboresha afya yako ili uishi muda mrefu bila changamoto. Ni sawa sawa, tuseme labda ukuta, ukuta kama hujapigwa plasta ni kama hauna kinga, lakini ukiupiga plasta, umeongeza kinga katika ule ukuta. Ukasema labda nitakuja kupiga tiles, umezidi kuongeza kinga nyingine. Mwona ukasema labda nitakuja kufunika na turubali kwenye hii tezi yangu umezidi kuongeza kinga nyingine. Kwa hiyo ni wewe kabisa ambaye uko na afya njema, ukutumia virutubisho vinakusaidia mwili wako uendelee kuwa strong, uendelee kuwa vizuri, usiweze kupata changamoto za kiafya kiholelaholela, na hata mwili wako ukipata changamoto za kiafya uweze haraka kuweza kurudi katika mstari na kupambana na changamoto kumalizika, ili uishi na afya njema. Kwa virutubisho anavitumia mtu mzima na virutubisho anavitumia mtu ambaye sio mzima. Kama umekutana na changamoto nyingi za kiafya ambazo haujapata suluhisho lake, nakwambia changamoto inayohusiana na lishe inatakiwa kuweza kusaidiwa kwa lishe au kutibiwa kwa lishe. Sasa ukitumia virutubisho ukiongezea na hizo dawa ambazo unazotumia utapata matokeo ya haraka na changamoto yako imalizike moja kwa moja. Kwa hiyo nikukaribishe kupata elimu na uelewa kwenye hivi virutubisho ili kuona vinasaidia vipi katika afya yako. Oh, fanyia kazi ngokwambia ikusiku tanishukuru na utanikumbuka. All the best.